Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abeid. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia sehemu iliyopita baadaye tutaendelea na sehemu inayofuata. Hamdani huko nje alikobanisha, pia alijua kwamba maneno ya baba yake yatamlipua mama yake, licha ya bwana Hamisi kuyasema kwa upole uliojaa tahadhari ya woga. Alijua kwamba mama yake sasa hivi ataripuka. Alimjua vizuri sana mama yake na kujua kwamba asingekubali kupewa ukweli ama kudogoshwa japo bwana Khamisi alizungumza kwa sauti ya kawaida na ya tahadhari na hakuonyesha dalili ya dharau, Bi Salma alikuwa kama wakili mjanja, kila mara yupo tayari kufanya tafsiri na kutafuta udhaifu kwenye maneno ya mshtakiwa ama shahidi. Ala, kumbe mwana wa mwenzio hana maana wala thamani. Mwana wewe tu binti mfalme wa milki ya Bwana Hamisi ndiye mwenye maana mbele yako. Kwani mimi sikuwa na wazazi ama na ndoto? Hivi unajuaje kwamba nilikuwa nashughulika na masomo ama sishughuliki? Ushasema mwenyewe sasa hivi kwamba tulikuwa hatujuani kwa sababu nilikatishwa masomo ili unioe. Ndio unafikiri sikupenda kusoma? Kama hujui historia yangu, basi uliza uambiwe. Bi Salma aliendelea mfululizo na bwana Khamisi. Alipotaka kunyanyua mdomo kujitetea, alikatishwa na sauti ya juu ya mke wake. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Na kwa taarifa yako, sasa mimi haswa ndiye anayeniuma huyo Muna kuliko wewe. Mimi ndiye niliyombeba miezi tisa. Mimi ndiyo nilienda kuuma meno hospitalini na kukamata matendegu ya kitanda cha leba. Mimi ndiye niliyomnyonyesha maziwa yangu haya kwa miaka miwili. Alisema hayo huku akijikamata kifua chake kilichojaa. Hivi nani atakuwa na uchungu naye kuliko mimi? Mimi namtakia mazuri tu siku zote mimi ndiye ninayejua lipi bora na lipi baya kwake nataka apate maisha mazuri na ya raha na sio shida hizi ambazo amekulia nazo toka siku aliyokuja duniani najua hii ndoa ndiyo mkombozi wake na wetu pia kama familia Bi Salma alikuwa hamezi mate na hizo reja zako kuhusu elimu usiniletee hapa kama elimu ndiyo inayompa mtu maisha mazuri wewe si unayo? Bisalma alikuwa kama jaji mkali anayemhoji mhalifu. Alimkakamalia mumewe na macho ameyatoa, midomo anaichezesha upande upande kama ishara ya bezo. Bwana Hamisi alipobaki kimya, Bisalma alirudia swali lake, unayo au huna? Hebu nieleze hiyo elimu yako imetufikisha wapi? Mbona maisha yetu ni hohe haye hivi? Kama elimu ni dawa, mbona haijatuponesha? Bi Salma sasa alikuwa akiumiliki vizuri mpira kwa asilimia sabini, uwanja ulikuwa wake na hakukuwa na wasiwasi kwamba ataibuka mshindi kwenye mpambano huo. Alikuwa akisema mfululizo, wakati akichukua nukta kumeza mate, basi akianza tena huja na hoja mpya za kutetea mtazamo wake, kwa kutoa msisitizo wa kipekee kwa kila hoja aliyoileta. Huyu bwana sio atabadilisha maisha ya Muna tu, bali atabadilisha maisha yetu sote. Aliendelea na msisitizo wake hapo. Bwana khamisi na yeye alijikaza apate pasi. E, e, e, e. Sasa unaenda mbali bibia, kwani si anataka kumwoa Muna tu ama anataka kutoa sote? Ameomba ndoa ama ameomba kuwa mfadhili wetu wa kudumu? Bwana Hamisi hakuwa mgeni na mambo ya mjini, mambo ya kuchuna na kuchunwa mabuzi, mambo ya kudhibiti na kudhibitiwa, lakini hakufikiria kama mambo hayo yangeingia kwenye familia yake. Moyo ulimsuta alipofikiria hali hiyo na kujiona amefeli kama kichwa cha familia. Hapana, lazima nilipinge jambo hili, lazima nizuie mambo haya yasiingie kwenye familia yangu. Bwana Khamisi alijitutumua na kuuliza, hebu nieleze mke wangu, unamjuaje huyu mtu? Binafsi sijui kwa undani kuhusu maisha ya huyu mtu, sijui alifu wala bee. Vipi tu ni kurupuke nimwoze binti yangu mzuri na mdogo mtu waliopitana miaka lukuki hivi? Ni haki kumwozesha binti wa miaka kumi na saba kwa mtu wa miaka zaidi ya arobaini? Je, huyo mke wa kwanza akija juu, unajua magomvi ya wake wenza. Unadhani ni haki kumpeleka mtoto wetu mdogo kwenye hivyo vita? Bwana Hamisi alifikiri kuhusu kesi na visa vingi vya mjini vya watu kuongeza na kupunguza wake, vya leo kuolewa huyu kesho akaachwa yule, vya leo kuibiwa huyu kesho akaibwa yule, mambo ambayo yeye binafsi hakuwa muumini wake wala mmoja wa wafuasi Alipoona Bi Salma kanyamaza, basi alidhani aliyokuwa akiyasema yanamwingia, na hali hiyo ikampa moyo wa kuendelea. Je, kama huyo mume akija kumtua na kumtwika mtoto wetu baadaye, au kama atakuwa hampi haki zake na kumtelekeza? Wanaume ndo sisi tunajuana mtu anajikuta anaongeza mke kisirisiri, habari ikitoka tu na mke wa kwanza akiipata na kuchachamaa, wengi tunakuwa hatuna ubavu wa kuhimili vishindo, ndio utaona mara mke wa pili kapoa talaka. Au mtu unajifanya unataka kuoa na ukisha kupata mradi wako tu, huyo unamtelekeza mke. Wewe mwenyewe huoni mambo haya? Bi Salma sasa alibaki kimya akimsikiliza mumewe, huku akijisemea moyoni, ngoja ni mwache aseme, nisikilize hayo maneno yake, hayo hayo ndiyo nitakayomkamatia ananifanyia upuuzi wake usio na kichwa la miguu. Bwana Hamisi na yeye alipoona mkewe kazidi kuwa kimya, aliamini kwamba maneno yake yalimwingia vilivyo, na hivyo akaendeleza mjadala kwa kina. Vipi kuhusu Muna? Yeye ndiye mhusika mkuu, yeye ndio ataenda kuishi na huyo mtu, sio wewe wala mimi. Kama hajampenda je? Kama hayupo tayari kuolewa sasa hivi? Mie mwanangu hajanishinda, wa wala hajadoda mpaka nianze kumpeleka katika mashaka ya waziwazi wazi. Kama ni kuolewa tumsubiri mwenyewe aje tumuulize kama anataka ndoa sasa hivi. Wakati malumbano yakiendelea ya chumbani, Hamdani alikuwa bado kajibanza nje akisikiliza na kuzidi kustaajabishwa. Du, mama anataka Muna aolewe na mtu mzima wa miaka arobaini! Huyu mama vipi? Lakini alishindwa kuelewa kwa nini mama ake amevalia njuga jambo hilo. Haikumpitia kabisa kama kadhia hiyo ingemtokea Muna katika umri wake aliyokuwa nao kutokana na tabia zake zilizojaa sifa njema ikiwemo jitihada kubwa katika masomo. Haikumpitikia kabisa kama kadhia hiyo ingemtokea Muna katika umri wake aliyokuwa nao kutokana na tabia zake zilizojaa sifa njema ikiwemo jitihada kubwa katika masomo. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. ndani ya kuta nne zilizowazunguka wazazi wake, mambo yalipamba moto. Baada ya kumsikiliza bwana Hamisi, Bi Salma alimeza mate ya uchungu na kujitayarisha kwa makombora yake, huku akiwa ameshapata hoja za kutosha za kuwasilisha. Alimtazama mumee kwa kebehi, kisha akaanza. Tangu ulini ikawa lazima kwa mwanamwari kuulizwa kama anataka kuolewa? Mahataki mie, nilipoozeshwa wewe, hakuna aliyetaka shauri langu. Kwa hivyo nilivyofanyiwa mie na hivyo hivyo nitamfanyia mwanangu. Hivi ni lini umekuwa mtaalamu wa kujua mambo ya ghaibu? Nani anaijua kesho? Naona unanijia na maswali kibao. Kuteswa, kutelekezwa, kudhalilishwa, vita vya ukewenza unavijuaje hivyo vita? Wewe ulishawahi kuwa na wake wawili ama zaidi? ama mwenzetu una mke uko nje na si hatujui? Maana haiwi kuleta reja ndefu za uke wenza kuteswa na mume. Hivi nani ana uhakika wa asilimia mia moja kama akiolewa ama kuoa atapata raha mbeleni? Hujui kama kuoa ama kuolewa ni kutia mkono kizani, ukikatwa ukipakwa uturi au kinyesi? We hujui, kwa sababu uko uliko upeleka ni kiza kama kila mtu anasubiri uhakika wa kupata maisha mazuri baadaye kwenye ndoa wa ndio waolewe basi wachache ndio wangeolewa. Mie habari ya kukana mwari mpaka akawa ndeme mwari doko siitaki kabisa. Macho aliyakaza bila kupepesa, midomo akiibenua huku na kule kadiri maneno yake yalivyotiririka. Bi Salma alinyamaza kidogo huku akitafakari la kuendeleza, na bwana Hamisi alishukuru kimoyomoyo kuona angalau kameza mate, akadhani kwamba maneno yamemwishia angalau kwa muda huo, lakini mara bibi akaendelea, kwani mimi wazazi wangu walipokubalia wazazi wako nioyo walijua kama nitaishia hali hii. Mkono wa Bi Salma ulizunguka kuonyesha mazingira ya umo ndani. Bwana Hamisi aliinamisha kichwa chini. Fikra zake baada ya kusikiliza hoja za mkewe zilikwenda kwenye mazingira yao humo ndani. Kuta zilizochakaa zisizojulikana rangi yake halisi kama ni kijani ama buluu zilijaa nyufa. Aliinua macho yake kutazama juu na kukutana na matundu kadhaa pamoja na madoa yaliyoachwa na alama za maji ya mvua yaliyomwagika kutokana na kuvuja kwa bati zilizochakaa. Samani zilizokuwemo chumbani humo pia zilikuwa taabani. Kama zingekuwa binadamu, basi zingeambiwa kwamba zimeshakula chumvi nyingi. Kabati la nguo ambalo lilikuwa la marehemu mama yake bwana Khamisi, lililokuwa liking'ara na kuvutia enzi zake, sasa lilikuwa taabani, vipete vyote vishatoka, na visanduku vya kuvuta vya kuhifadhia vitu, reli zake zimeshaharibika, ikawa shida kuzifunga na kufungua. Kabati la kioo la kuwekea manukato na vipodozi pia lilikuwa mahututi. Kioo kilikuwa kimekatika katikati na kubakia nusu tu. Nusu hiyo ilikuwa imejaa vitojo vyeusi na hata kama mtu angetaka kujitazama ilikuwa hajioni vizuri. Mapazia yaliyokuwa akining'inia ya madirishani yalichanikachanika kwa chini na rangi yake ya kijani kibichi kupauka na yalikuwa kama rangi ya chumbani humo kwani si Ramadhani wala Idi, yalikuwa hapo hapo. Bwana Hamisi aliyameza mazingira hayo na yakamkwama moyoni, yakafanya donge lililomsakama na kumfanya asikie kiungulia. Kifua chake kilimwaka moto, mashavu aliyatunisha akawa napumua haraka haraka, huku sauti ya mihemo yake ikisikika kutokea ya mdomoni na puani na bado aliona hapati pumzi vizuri. Uso wake ulikunjika na kufanya alama ya kumi na moja katikati baina ya nyusi zake mbili, na ghafula akapata haiba ya miaka sabini licha ya umri wake wa miaka hamsini aliyokuwa nao. Kama mtu aliyemshtua kutoka katika usingizi mzito aliyokuwa amelala, alishtuka na kuiona hali yake halisi ya maisha aliyokuwa nayo yeye na familia yake na kutanabahi ukali wa maisha uliowakabili kwa masikitiko na pengine majuto, alikubali kwamba maisha yao hayakuwa ya mteremko, yalijawa na mabonde na milima. Pamoja na yote hayo, alijisemea, je, hiyo ndiyo iwe sababu ya kumtoa muhanga binti yangu mdogo na kumtumbukiza kwenye kisima kirefu chenye kiza ambacho kina chake sikijui? Hapana! Jambo hilo halikubaliki. Hakuwa tayari kumsononesha mwanawe na kumkatisha safari yake ya mafanikio, na hapo aliweka azma ya kusimama na msimamo wake: lazima ni mlinde, lazima ni mwokoe na uroho wa mwanamke huyo. Isalma alinyamaza kimya kimnya kwa muda, huku na yeye akitafsiri kimya cha Bwana Khamisi kuwa ni kusalimu amri, lakini mara mumewe akaibuka. Msikilizaji, Endelea kusikiliza posa za maana. Lakini hebu niambie, Salma, umeanza lini hii shauku ya kutaka muna ulewe? Wewe si ndiye uliokuwa ukiwafurusha watu kadhaa waliojaribu kuleta posa za Muna? Leo kimezidi nini? Kwa maneno hayo, basi Bi Salma aliachia mdomo wazi kuonyesha amestajabishwa na kauli hiyo ya bwana Khamisi, huku akimwangalia juu mpaka chini kama ndiyo kwanza namwona leo. Kisha akatoa kicheko cha juu na midomo yake kwenda upande. Hey, makubwa! Unajua, mi nashangazwa na kuambiwa wewe ni msomi, maana sijui hasa saa hizo akili zako zinafanya kazi vipi. Yaani wewe sio kwamba hutakiwi kuitwa msomi tu, bali wewe ni mbumbumbu. Ho he hohehahe! Maskini, heri ya mie nisiyesoma kuliko msomi wewe. Bwana Hamisi sasa alinyanyuka kutoka pale alipokuwa amekaa na kusimama kumkabili mkewe, macho yote akiwa ameyatoa nusura ya paye na kutoa kwenye paji la uso la Bi Salma. Naona sasa wewe mwanamke umefika mbali, chunga sana maneno yako kwangu. Unajua, mimi ni mumeo, mimi ndio kichwa cha familia hii. Usije ukafanya nifanye ambayo sijawahi kuyafanya. Bwana Hamisi alibwata pumzi mbili mbili na kisha akarudi kitandani pale pale, pale alipokuwepo mwanzo. Bi Salma hakutetereka wala hakushtushwa, kama vile hakusikia kabisa maneno ya mumewe. Aliendelea huku kaweka kidole puani kuigiza maneno ya Bwana Hamisi, mimi ndio kichwa cha familia hii. Alimsimamia mbele mume kwa kujiamini tena, mwenye leo, unajikaza na kunitolea mimi maneno haya, timiza basi wajibu wako ipasavyo, kama we ni kichwa cha familia hii. Wewe ni kichwa ama mkia? Unafikiri ni rahisi tu kusema na kujigamba eti kichwa cha familia? Haya, fanya basi ilo ambalo hujawahi kulifanya angalau tujue kuwa na wewe kumbe waweza kufanya jambo, maana huna ufanyalo hasa lijulikanalo. Angalau tujue kuwa na wewe kumbe waweza kufanya jambo, maana huna ufanyalo hasa likajulikana. Bi Salma lilipuka kama volcano. Lile donge la bwana Hamisi lilomkaa kifuani lilizidi kumkaba, na kifua chake kilikuwa kikiendelea kuwaka na bado moto ulikuwa ukizidi kuendelezwa na Bi Salma ambaye aliendelea. Eti unashangazwa kwa nini nilifurusha posa za kwanza zilizokuja? Aje kumtaka mtoto wa Salma Hamdani ya guju? <laughs> labda niwe nimekufa ndiyo hayo yatokee. Mie nishakula shida vya kutosha, na mwanangu naye aende akale shida kama mimi? Eti unashangazwa kwa nini nilifurusha posa za kwanza zilizokuja zile posa ama uhuni hivi? Mtoto wa nani aolewe na malofa wale waliokuja mwanzo? Niambie, labda uwe na binti mwengine uliyemzaa na mwanamke mwengine huko madongo kuporomoka, ndio ukamwozeshe kwa hao watu. Bi Salma alimeza mate na kupepesa macho, huku akifikiria watu hao ambao walikuja kumposa Muna mwanzoni. Mfikirie yule Jumbe, mwalimu wa skuli ya msingi, aje kumposa binti yangu? akipata kula yake ya mchana ya usiku haijui, atoke huko na kanda mbili zake pa, pa, aje kumtaka mtoto wa Salma Hamdani yaguju? Labda niwe nimekufa ndio hayo yatokee. Mie nishakula shida vya kutosha, na mwanangu naye aende akale ya shida kama mimi? Aje agande sehemu kama hii isombele wala nyuma. Bi Salma alisema huku mkono wake akizunguka tena kuonyesha mazingira ya humo ndani, kama kuthibitisha umaskini aliyokuwa hautaki mwanawe mfike kwa hilo. Utansamehe bwana eh? Kamwe haliwezekani, alimalizia. Utadhani kama Bwana Hamisi alishurutisha kumwozesha Muna kwa huyo jumbe wa watu. Kwa hoja hiyo ya Bi Salma, basi Bwana Hamisi na yeye alipata la kuongeza. Aha. Sasa nimekuelewa. Sababu yako kubwa kumkubali huyu wa sasa ni kuwa anaishi Ulaya. Hiyo kwako kwa inatosha. Kwa sisi kumpa mtoto wetu, kuishi kwake Ulaya kutamsaidia vipi Muna ama sisi? aliuliza bwana Khamisi kwa hasira sasa, kwani aliona kwamba busara wala upole hautafua dafu mbele ya mama huyo aliyedhamiria yake alijua kwamba asingekuwa na maneno ya kumwelewesha mama huyo mpaka akaelewa, kwani mawazo yao na mitizamo yao ya maisha yalikuwa mfano wa mbingu na ardhi. Bi Salma naye alijibu mapigo, we hujui ya saa mambo yaliyopo, eh? Umezubaa kama waliwajana, hujui kwamba ni ndoto ya kila familia kumwozesha binti yao nje ya nchi? Mtu yuko tayari amtoe ya bibi yake kafara kupata fursa kama hii. Kama sisi imetujia bila kuitafuta, tuizembe? huyu bwana heri siyo, kama anaishi Ulaya tu bali ana pesa kama njugu, amejijenga ana kasri ufukweni mwa bahari, ana nyumba mbili. Ule mtawa wenye nazo, jengeni nyie. Wewe huwajui watu wenye ubavu wa kujenga sehemu kama hizo. Huko hohehahe wenzangu mie Pangu pakavu ntilie mchuzi. hawawezi kujenga pia. Nasikia uko mji wa ahueni. Basi ndiyo hasemeki kwa mali. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami Fatia Abeli.